Yes, siku ya jana ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa sita mwaka 2025, eh, ingaliakuwa kulikuwa kuna mechi ambayo ilikuwa imekwisha kupangwa siku ya jana ambapo eh, Dar es Salaam Africans wamekuwa ni washindi na kuweza kushinda mechi hiyo na kuweza kuchukua kombe la CRDB Confederation Cup, moja kati ya makombe ambayo eh, ya shirikisho kutoka hapa Tanzania, ambapo timu nyingi sana zimeweza kufukuzia kombe hilo na limeshindwa pia ikiwemo eh, Simba Sports Club pia iliweza kutolewa na Singida Black Stars, na ambao ndio waliweza kuchuana na Yanga siku ya jana Ingalia hilo kuwa tarehe za mwanzoni kabisa zilikuwa zimepangwa tarehe 28 ambayo ilibidi icheze Jumamosi, lakini pia kutokana na ratiba na ugumu wa ratiba ambao ulikuwa nao kati ya Yanga pamoja na Simba, mchezo wa dabi mara kuahirishwa mara vipi, ukaweza kuupelekea mchezo huo kuweza kupelekwa mbele. Sasa rasmi kabisa sasa hivi mabingwa 2024 25 kwa makombe yote, ikiwa ni NBC Premier League pamoja na CRDB Confederation, ni Dar es Salaam Young Africans wanaendelea kutetea vikombe vyao kwenye NBC ilikuwa ni msimu wa nne mfululizo kuchukua makombe haya, lakini pia e, CRB pia wameweza kuchukua kwa back, back. Imekuwa ni kawaida sana kwa upande wao. Sasa ikumbuka kwamba mchezo huu umeweza kuchezekwa kule Zanzibar siku ya jana na Yeah, inategemewa sasa leo kuanzia majira ya saa nne ya bana Dar es Salaam Young Africans pia watafika, uh, pale kutokea uwanja wa ndege Terminal 1 ndipo ambapo watakuwa na gwaride sasa la ubingwa, ndipo litakapoanzia pale mpaka kufika viunga vya Jangwani. uh, ikumbuke kwamba ni desturi ya, ya kila timu kuweza kufanya gwaride endapo itaweza kushinda ubingwa kama hivi. Yanga pia imeweza kufanya hivi back to back, ikiwa anafanya magwaride yake poa zaidi, lakini pia tumeona kabisa maandalizi makubwa ambayo yanaendelea kufanyika. Eh, gari ambalo pia linahusishwa lina, lina kabisa kuweza kubeba wachezaji limeweza kubandikwa stika za kutosha, e, kama unavyoliona kama unavyoliona hapo katika hiyo video. Ni e, moja kati ya timu ambazo pia zimeamua kujipanga na kuweza kukomesha e, kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Unajua, kwenye mpira kunakuwa kuna figisu nyingi sana ambazo zinakuwa zinaendelea kutokea, lakini pia Yanga wanaweza kutoa ratiba yao ya gwaride, ambapo itaweza kuanzia kule airport. Walikuwa wamepost, e, kwenye Instagram yao pia na kuweza kuonyesha kwamba gwaride litaanzia wapi na litaishia wapi, parade hiyo E, la kihistoria kwa upande wao limeandikwa hivyo, e, litaweza kuanzia airport majira hayo ya saa nne, lakini pia itapita e, mitaa ya Tazara pale. E, baada ya kuweza kupita Tazara itanyoka moja kwa moja mpaka Keko e, ama kule Keko e, Kariakoo hiyo sasa, lakini pia litazunguka tena afika Karume, likitoka Karume litapita Msimbazi, likitoka Msimbazi pia litaweza kutua Jangwani. Sasa, moja kati ya vitu ambavyo pia vimeweza kushtoa watu wengi ni Msimbazi, kwamba ndio makao makuu ya Simba na ndipo ambapo kombe na wataweza kulipitisha na gwaride hiyo itaweza kupita katika mitaa hiyo ya Msimbazi na kituo cha mwisho kabisa e, ni cha Jangwani, ikiwa ni tarehe 30 siku ya leo majira kuanzia majira fulani saa nne kamili e, bana, gwaride hilo litaweza kuanza kuanzia e, uwanja wa ndege pale terminal 1, watu waweze kufika pale, kwa watu ambao kwa watu ambao wako karibu e, kuweza kusherehekea ushindi huu na Yanga pia kuweza kuwa ni mabingwa mara e, ya mara ya nne mfululizo katika e, kombe hili la NBC Premier League. Watu wengi ni wivu ni mwingi sana mashabiki kutoka clubs mbalimbali pia wamekuwa wakisupport Yanga kuonekana na ubora ambao wako nao kwa msimu huu na kuweza kufanya poa zaidi katika mashindano yote ambao wamekusha shindana na kuweza eh, kuyashinda. Drop comment yako hapo kuhusiana na maoni yako kuhusiana na eh, sakata ile hapa Yanga kuweza kutembeza gwaride lao kuanzia pale airport mpaka pale Jangwani. Utakomentisha kinoma noma kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama sawasawa digital chao.